na Evodia Mazwele. Upande wa YouTube unakaribishwa kusubscribe na upande wa Facebook unakaribisha kufollow ambapo itakupa nafasi ya kuendelea kuvipata vitabu hivi na vingine vyote vya Biblia maana sisi tunasoma Biblia nzima. Kwa Biblia nzima itakuwa inakuijia moja kwa moja kiganjani kwako au kwenye device yako na unaisoma kwa ukaribu zaidi. Karibuni sana wapendwa, tufungue kwa sala, tukahitimishe pamoja kusoma kitabu cha Baruku. Kwa jina la Baba la Mwana aroho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu unaotuwezesha kwenda kusoma kitabu hiki cha Baruku. Tunakushukuru Mungu ulikuwa pamoja na sisi tangu tulipoanza sura ile ya kwanza hadi leo tunapoenda kuhitimisha sura hizi mbili za mwisho. Tunaomba Roho wa Mungu tusimamie ili tuweze kuelewa. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme, amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Baruku sura ya tano na ya sita. Sura ya tano. Ee Yerusalemu, vua nguo za matanga na huzuni, uvae uzuri wa utukufu utokao kwa Mungu milele. Jifungie nguo ya haki itokayo kwa Mungu, jipige kilemba kichwani cha utukufu wake aliye wa milele, maana Mungu ataidhihirisha nuru yako duniani mote na jina lako litaitwa na Mungu daima, amani ya haki na utukufu wa utaua. Ondoka Yerusalemu, usimame juu, tazama upande wa mashariki, uangalie toka machweo ya jua hata mawio yake, wanao wanakukusanyikia kwa neno lake yeye aliye mtakatifu wakifurahi kwa kuwa Mungu amewakumbuka. Waliondoka kwako kwa miguu wakikokotwa na adui zao, lakini Mungu anawarejeza kwako, wameinuliwa juu kwa heshima kama katika kiti cha enzi. Maana kwa maagizo ya Mungu kila kilima kirefu kitashushwa na mlima ya milele na mabonde yote yatajazwa. Hata nchi iwe sawa ili Israeli aende salama katika utukufu wa Mungu. Nayo na misitu na miti yote itoayo harufu nzuri imemtia Israeli kivuli kwa amri ya Mungu. Kwa kuwa Mungu atamwongoza Israeli kwa furaha katika mwangaza na utukufu wake, kwa ile rehema na haki itokayo kwake. Nakili ya waraka ambao Yeremia aliwapelekea mateka waliokuwa wanahamishwa Babeli na mfalme wa Babeli ili kuarifu walioagizwa na Mungu. Sura ya sita. Kwa sababu ya dhambi zenu mlizozitenda mbele ya Mungu mnachukuliwa mateka Babeli na Nebukadreza mfalme wa Babeli. Nanyi mtakapofika Babeli mtakaa huko miaka mingi, muda mrefu, hata vizazi saba, na baada yake nitawatoa huko kwa amani. Sasa huko Babeli mtaona miungu ya fedha na dhahabu na mti ikichukuliwa mabegani ambayo yatatiwa mataifa hofu. Angalieni basi, msifanane na hao wageni wala msiingie hofu kwa sababu ya miungu hiyo mtakapoona umati wa watu wanaoitangulia na kuifuata wakiiabudu, bali semeni ninyi mioyoni mwenu: E Bwana, lazima yetu ni kukuabudu wewe, maana malaika wangu yupo pamoja nanyi na yeye mwenyewe anawatunza nafsini mwenu. Kweli ulimi wake umesuguliwa na fundi, nayo yenyewe imefunikwa dhahabu na fedha, lakini miungu ya uongo tu, wala haiwezi kunena. Naam, hutwaa dhahabu kama kwa mwali apendaye mapambo na kufanya taji kwa vichwa vya miungu yao. Hata pengine makuhani huiba dhahabu na fedha ya miungu yao na kujitwalia wenyewe, au hata kuwapa makahaba. Tena huipamba miungu ya fedha na dhahabu na mti kwa nguo kana kwamba ni wanadamu, lakini hata hivi haiwezi kujiponya na kutu na nondo, ingawa imevikwa nguo za urujuani, na watu huifuta uso kwa sababu ya vumbi la hekaluni lililoitua kwa wingi, na huo usioweza kumua mtu aliyeukosa, kushika fimbo ya enzi, kana kwamba u mwamuzi wa nchi. Pia mkononi mwake mna upanga na shoka, bali hauwezi kujiokoa panapo vita au wanyang'anyi. Hivyo mtajua ya kuwa sio miungu, basi msiogope. Na kama chombo kitumikacho na watu hakina faida yoyote. Kilipovunjika ndivyo ilivyo miungu yao. Iliposimamishwa hekaluni, macho yake hujaa vumbi na miguu ya watu waingiao, na kama vile uwanda hufunikavyo imara, ambao amefungiwa mtu aliyemwasi mfalme akahukumiwa kufa, ndivyo makuhani wayafungavyo mahekalu yao kwa milango na makufuli na makoleo, ili miungu isichukuliwe na wanyang'anyi. Huiwashia taa nyingi kuliko wazitumiazo wenyewe, ingawa haiwezi hata kuona moja. Hii sawa sawa na boriti za hekalu. Wadudu watokao ardhini huila pamoja na mavazi yake, na watu husema mioyo yao imeliwa inapotiwa masinzi usoni. Kwa moshi utokao hekaluni haioni kitu, na juu ya vichwa vyao vyake hutupa popo hutua popo, mbayuwayu na ndege, hata paka pia. Hivyo mtajua ya kuwa sio miungu, basi msiogope ijapokuwa imepambwa dhahabu ipate kupendeza, lakini mtu asipoifuta asipoifuta kutu, huitang'aa maana. Haijui inapoingia uchafu. Vitu visivyo na pumzi hununuliwa hata kwa bei kubwa sana, huchukuliwa mabegani kwa sababu haina miguu, na hivyo hudhihirishia watu ya kuwa haiwezi kitu, wao pia waitumikiao hutaharika. Maana kama wakati wowote wa ikianguka chini, haiwezi kujiinua yenyewe, wala mtu akiisimamisha, wa haiwezi kusogea, au kama ikiwekwa pogo haiwezi kujisawazisha. Hata hivyo hutolewa dhabihu kama wafu watolewavyo na vile vitu alivyovitolewa sadaka makuhani huviuza na kutumia na wake zao; kadhalika huitia nyama chumvi na kuiweka akiba. Basi maskini na wanyonge hawapei kitu chochote. Wanawake aliyeingia mwezini na mwanamke aliyejifungua huzigusa dhabihu zake. Basi kwa hayo mtajua ya kuwa sio miungu, kwa hiyo msiogope. Yawezaje kuitwa miungu, madhali hata wanawake huweka nyama mbele ya miungu ya fedha na dhahabu na mti. Na hekaluni makuhani uketi katikati ya viti wamerarua nguo zao na kunyoa vichwa vyao na ndevu zao na kuacha wazi vichwa vyao. Huomboleza na kulia mbele ya miungu yao kama watu wafanyavyo kwenye kilio. Pamoja na hayo, makuhani huivua nguo ili kuvika wake zao na watoto wao kama ikitendwa mabaya au kama ikitendwa mema haiwezi kulipa, haiwezi kusimamisha mfalme wala kumshusha. Kadhalika haiwezi kutia utajiri au maskini. Mtu akiwekea nadhiri asitimize, haitataka kwake kamwe. Haiwezi kumponya mtu na mauti wala kumwokoa mnyonge mikononi mwa mwenye nguvu. Haiwezi kufanya kipofu aone tena wala kuponya mtu aliye katika shida. Haiwezi kuhurumia mjane wala kufadhili yatima. Vyafanana na mawe yaliyochongwa katika mlima, vivi vitu vya mti vilivyofunikwa dhahabu na fedha na wavihudumiavyo watafedheheshwa. Basi yawezaje mtu kudhani au kusema kwamba ni muungu, madhali hata Wakaldai wenyewe huidharau? Ambao wakimwona mtu bubu asiyeweza kusema humleta na kumtaka mlilie Beli, kana kwamba ni mungu awezaye kufahamu lakini wote wenyewe hawawezi kuta, kutambua hayo yote na kuiacha miungu hiyo kwa sababu hawana akili. Wana, wanawake huketi njiani wamejifunga kamba, wakifukiza makapi baada ya uvumba, na kama mmoja wao akivutwa na mtu apitaye na kulala naye humvi haki mwenzake, kwa kuwa hakustahilishwa kama yeye mwenyewe, wala kamba yake haikuvunjwa. Kila litendwalo juu yake ni la uongo. Basi awezaje mtu kudhani au kusema kwamba hii miungu hufanyizwa na seremala au sonara? haiwezi kutokea kitu kingine ila kile kilichowazimiwa nao, na hao walioifanyiza hawakai miaka mingi. Vitakaaje basi vitu vilivyofanyizwa nao? Hakika wamewaacha watu watakaofuata vitu vya uongo na lawama. Maana wakipatwa na vita au baa, makuhani ushauriana juu ya mahali pa kujificha pamoja nayo. Basi imekuwaje watu hawatambui ya kuwa hiyo siyo miungu, ambayo haiwezi kujiponya na vita au baa? Basi kwa kuwa ni ya mti tu, na haiwezi kujiponya na vitu au baa kufunikwa dhahabu na fedha itajulikana, itajulikana halafu kuwa ni ya uongo. Hata itakuwa dhahiri kwa mataifa yote na wafalme kama hiyo si miungu, ila ni kazi ya mikono ya wanadamu, wala hamna kazi ya Mungu ndani yake. Ni nani basi asiyeweza kuijua ya kuwa si miungu madhali haiwezi kusimamisha mfalme katika nchi, wala kuwapa watu mvua, wala haiwezi kujitetea yenyewe, wala kumponya aliyeonewa, maana haina uwezo, kufanana na kunguru kati ya mbingu na nchi. Maana kama moto ukiangukia nyumba ya miungu ya mti au ilivyofunikwa dhahabu na fedha, makuhani wake watakimbia na kujiokoa, bali hiyo yenyewe itateketea kama boriti. Zaidi ya hayo, haiwezi kushindana na mfalme au adui. Basi mtu awezaje kuikubali au kuidhani ya kwamba ni miungu? Tena miungu hiyo ni mti iliyofunikwa fedha au dhahabu, haiwezi kujiepusha na wevi au wanyang'anyi. Wenye nguvu watainyang'anya dhahabu yake na fedha na nguo ilizovikwa na kwenda nazo, wala haitaweza kujisaidia. Kwa hiyo ni afadhali kuwa mfalme aonyeshaye utu wake au chombo cha nyumbani kifaacho kwa matumizi ya mwenyewe kuliko kuwa miungu ya uongo kama hiyo. Hata mlango wa nyumba ulindao vitu vya nyumbani hufaa kuliko hiyo miungu ya uongo, au nguzo ya mti katika nyumba kuu kuliko hiyo miungu ya uongo. Maana jua na mwezi na nyota zitoazo nuru na kutumwa kufanya kazi zake zinatii, na umeme unapomeremeta hupendeza macho, na kadhalika upepo huvuma kila mahali, tena Mungu anapoyaamuru mawingu yapite juu ya dunia yote hufanya yalivyoagizwa, na moto upelekwao kutoka juu huiteketeza milima na misitu, hufanya ilivyoamriwa. Bali hiyo haiwezi kufananishwa na viumbe hivyo kwa uzuri wala kwa uwezo. Kwa sababu hiyo, haimpasi mtu kudhani wala kusema kwamba ni miungu, madhali haiwezi kuamuru mashauri wala kuwafaa watu. Basi kwa kuwa mnajua kama hiyo si miungu, msiogope. Mradi haiwezi kulaani wafalme wala kuwabariki, haiwezi kuonyesha ishara mbinguni katikati ya mataifa wala kung'aa kama jua au kutoa nuru kama mwezi. Bora wanyama kuliko hiyo, maana wao waweza kujificha chakulani na kujisaidia, bali hatuon, hatuoni dalili yoyote ya kuonyesha kama hiyo ni miungu. Basi msiogope kama mti mkavu katika shamba la matango ambao hulinda haulindi kitu, ndivyo ilivyo miungu yao ya miti na ilivyofunikwa dhahabu na fedha. Au kwa mfano mwingine, inafanana na mchongoma wa shambani ambao kila ndege hutua, au mzoga aliyetupwa nje gizani basi kwa urujuani na kitani safi inayooza juu yake, ninyi mtaijua kuwa si miungu, na halafu hiyo yenyewe itaoza na kuwa lawama katika nchi. Basi afadhali mtu wa haki asiye na sanamu, maana yeye atakuwa mbali na lawama.